Yes. Jana nimekutana na mgonjwa ambaye alikuja kwenye kliniki yangu kwa ajili ya consultation ya issue za mifupa, ambapo yeye complain yake kubwa ilikuwa ni anashindwa kabisa hata kuchuchuma wakati anajisaidia. So akawa anatafuta sasa solution ni nini katika hili. Ah, kwanza ni waeleze wa Tanzania katika umma huu ambao nauongelea, ni kwamba joints ni ile sehemu ambapo maungio au tunaita maungio kati ya mfupa na mfupa zinapokutana sasa, tuna joints nyingi ndani ya mwili. Kuna joints zinazoitwa knee joints, kuna joints zinazoitwa hip joints. Lakini kuna joints ambazo tunazoita uh, ankle joints, kuna nyingine elbow. Nyingi zipo katika sehemu za mifupa ambayo ya chini na juu, lakini kona zote za mwili wa mwanadamu kuna joints ambazo uh, zinatokea. Sasa nini kinasababisha sasa ifikie sasa hatua huyu mgonjwa wangu ashindwe hata kuchuchuma? Uric acid imekuwa chanzo kikubwa sana cha hii. Uric acid inapokuja ikakutana pamoja na uh, kashram haiko balance, uh, kwamba ule mfupa uh, wa juu na wa chini uh, unasagika kwa sababu uric acid inakula kitu kinachoitwa synovial fluid au tunaita uroto au urojo au ute ute ndani ya ile joints. Sasa uh, ilichotokea sasa pale, sababu msagano tayari umeshaanza kutokea kwamba uh, ya juu na chini imeshaanza kugusana kwa sababu hakuna uteute ambao unaonekana ndipo sasa hapo tunapoanza kupata mkuma, arthritis. Zinaanzia hapo kwamba there is inflammatory processes zinazotokea kwenye joint. Yes, kwamba sasa zinaweza kufikisha sasa hatua ambapo sasa mfupa unaanza kuuma kwa sababu ya vitu vinne, ambavyo vinatokea moja, ile redness ambayo inatokea ile kuonekana kwamba kuna uwekundu uh, unaanza kutokea lakini cha pili maumivu ambayo yanaanza kutokea pale kwenye mfupa. Lakini cha tatu ni kwamba sasa tenderness ambayo inatokea ndani kwa ndani, yaani ukigusa tu maumivu yanaanza kutokea. Sasa kuna vingi ambavyo vinatokea katika maeneo hayo, ambapo sasa tunapokuwa tuna consider kumtibu mtu huyo, usikonside kumtibu katika joint moja, consider kuzitibu katika joint mbalimbali ambazo sasa zimeumia kwa sababu tu ya msangano mkubwa ambao umetokea kwenye joint hiyo. uh, Zipo sababu nyingi. Inawezekana ikawa ni chuma ambao ni uvimbe ambao unaweza kuwa aidha wa kansa au ambao sio wa kansa ambao umesababishwa kati kati ya pale, lakini pia inawezekana zikawa sababu za za, za ajali kwamba ulipata trauma kubwa sana ambayo ilienda kuumiza ile joints na vitu vingine, sasa ilipishana. Lakini pia kuna vitu vinavyoitwa dislocation ambapo mfuko unahama kabisa kutoka kwenye ile sehemu ambapo a, a, ipo. So kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha hii hii hali ya mifupa kufikia uh, namna hiyo. Sasa nini namna ya kutibu? Cha kwanza ni kuhakikisha una low hizo uric acid ishuke chini, lakini cha pili ni kuhakikisha sasa calcium inarudi kwenye position ya yani, kwamba concentration of calcium irudi katika ile level yake inayotakikana, lakini cha tatu hakikisha sasa unarudisha ile uteute -ute, kwenye hizo joints zote zilizopata changamoto. Sasa ndio sababu nimekwambia kwamba usitibu moja tibu kwa ujumla, yaani tibu mwili kwa ujumla, ndio utafanikiwa. Utatibu hii kesho tatokea ile yaani zitakuwa zote zinaleta changamoto kwenye na namna hiyo. Na sasa tumeenda kumepata vitu vinavyoitwa gout, tena zimetokea kwa sababu ya mambo kama hayo kutokea, lakini pia kumekuwepo na vingi vinavyoitwa osteoarthritis. Ni magonjwa mbalimbali ya mifupa ambayo yanatokana na hizi joints kutokuwa okay. Sasa sisi tumekuja na dawa ambazo ni ah, zinatumia mboga mboga na matunda, zimetengenezwa kwa mboga mboga na matunda, mboga na matunda ambazo hazina chemical kabisa ambazo zinaenda kumaliza ili, tatizo kabisa kwisha kwisha. Nilimpa kuanzia jana alivyotembelea na nikikwambia, kuanzia yani mpaka sasa mtu anaendelea kutembea vizuri, hana ile tena msagano. Uwezo kanyamini, lakini ndivyo ilivyo. Na wewe wenye tatizo kama hayo, matatizo ya magoti, matatizo ya hip joint, matatizo ya ah, eko joints na matatizo yote ya joints ambazo unazijua ambazo na changamoto pia na mgongo usisahau, tunazifixi tunazifiksi vizuri tu kwa kutumia dawa zetu ambazo hazina chemical kabisa na zimetengenezwa kwa mboga mboga na matunda na zina maliza kabisa. Tutaweka namba zetu hapo chini kwa ajili ya mawasiliano kwa yoyote tu anayetuhitaji kwa ajili ya msaada huu. Mungu awabariki, tutashirikiana na nyinyi, niwatakie wakati mzuri na kwa herini, asanteni.